Kuwatafuta jela utakwenda kuwatafuta mahakama ni wanawake wa nchi hii. Leo wanawake wa nchi hii wamefikishwa pahala, ni wezi wa kuiba jimbo, uwawakilishi wa watu, kazi tukufu, kazi ya kuheshimiwa. Leo imefika pahala waziri aliyekuwa waziri anakamatwa na kura tatu kituoni, mwanamke waziri, mwanamke tena huyu ndio waziri wa wanawake na watoto, aliyekuwa waziri wa maendeleo ya jamii wanawake na watoto, kakamatwa na kura tatu kwenye kituo cha kura na kapita vituo vyote kupiga kura. Mwanamke waziri, anayetuongozea watoto wetu, anayeongoza wanawake Nchi gani tena, wenye ndio nchi yetu ilipo?